Na kushukuru mkuu wa wilaya, pia naye ni mshukuru diwani wetu. Kwa kweli jambo magumu haya ulioaweza kufanya mpaka ikafika hatua hii, sisi tunakushukuru sana. Sisi tunashukuru sana kwa mambo ambayo umetufungua vichwa, sisi baadhi ya wajumbe wa halmashauri ambao tulikuwa hatuelewi mchakato wa jambo hili. Umepelekwa kwa spidi na matokeo tumeyapata. Ingekuwa mwingine angeendelea na shughuli zake tu. Tusipate mrejesho kwa haraka, hatuwezi kuwa na nchi ambayo kila mtu anaamua tu. Oldonyo Media, habari, karibu nawe. Tuko kwenye eneo ambalo ni la kimkakati kwenye nchi hii, muhakikishe kwamba mnapima. Kama kuna maeneo mnaweza mkaamua kwamba okay, katika eneo maeneo, ma, ma, ma, viwanja kumi hivi, basi viwanja nusu Yaani viwanja hamsini vya eka hamsini. Mnapima maeneo kwamba nyinyi mtaingia ubia na hao watu. Sawa? Basi tunaingia ubia. Jenga lakini tunaingia ubia. Hao wengine mnauza. Lengo ni kwamba muwe ni kijiji ambacho kinajitambua. Na hapo maneno yalikuwa kwamba itabidi muajiri manager. Unanielewa? Muajiri mtu, mwana mtendaji wa kijiji leo yupo kesho? Hayupo. Mnaajiri mtu, anaomba kwa ajira kwamba jamani mimi ndio nitamanage mambo yenu ikawa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kijiji hiki kinapata fedha nyingi kutoka kwa wawekezaji. Kwa lipo tulipofika, hatuwezi kurudi nyuma tena kwenye uwekezaji, lazima tuende mbele, lakini kwenda mbele lazima tujue ni makosa mangapi tumeyafanya. Ndugu zangu, chochote kinachotaka kufanyika kwenye kijiji hiki au kwenye kijiji chochote, mkurugenzi, hakikisheni mnashirikisha wataalamu, hakikisheni mnashirikisha wananchi. Hii hali tuliyofika sasa hivi tunaona mpaka aibu aibu inakuja ni kwamba watu wanapata hati wanauza eneo wanaenda kujengea majumba huku, lakini sisi tunabaki maskini. Kama tungeamua situngesema tu kwamba mheshimiwa situngesema tu kwamba tunachukua eneo fulani tunaliuza kama kijiji, si ndio jamani? Hivi tungepata milioni mia tatu au mia nne kwenye kijiji, si tungefanyia mambo mengi kuliko mtu aje apate yeye mwenyewe aingize mfukoni? Ndio maana nimesema kama kuna eneo mnadhani kwamba eneo hili lipo ambalo halija nini sijui, kuna eneo ambalo haliko na mtu sasa hivi ni mali ya kijiji eh, mnaweza mkapima, kwa sababu leo unaongea na, na nyinyi, kesho watoto wenu wakifika majanja na yanazidi eh kuongezeka. Hey, kama yapo pimeni. Afisari naomba uje hapa sawa, uje hapa ukutane na viongozi waende wakakuonyeshe kama kuna maeneo yamebaki ya wazi. Wezi wameongezeka katika katika eneo letu yeah. Wanaweza kafika mahali, kwa hiyo yapimwe katika ukubwa labda wa ekari tano tano au kumi kumi. Hakisha pimwa yote, mnaandika hapa ni eneo la uwekezaji. Unataka kuwekezaji, unataka hati yako, nomba milioni mia tano. Eh, nanielewa yeah. kwa hey. sababu sipofanya hivyo anakuja mwenyekiti mwingine, labda kwenye uchaguzi, anafanya ujanja ujanja, ujanja anachukua eneo kwa hiyo kama yapo maeneo ardhi ni, ni, ni, ni kuagize kesho kutwa kuwasiliana na viongozi wa hapa, kama kuna eneo, kwa sababu huku ng'ombe sehemu ya uchungiaji limalisho ni machache, ni sehemu chache, nyingi ni uwekezaji. Pimeni maeneo, mkisha pima mkubaliane wote, halmashauri ya kijiji, msiwe wavivu kwenye eneo hilo. Pimeni eka kumi, kama mnaweka 100, eka kumi kumi kwamba eneo hili letu tunataka tupate pesa. Kwa mfano eka kumi kumi, kama mtauza milioni mia mbili mia mbili au mia tatu mia tatu kwa maeneo kumi, mna shilingi ngapi? Mnakaribia bilioni ishirini ngapi? Bilioni mbili na bilioni mbili, na zikiingia kwenye akaunti ya kijiji, nyinyi ni matajiri. Kwa sababu kuna wakati ifikie mahali, kuna wakati msiogope uwekezaji, kwa sababu mkiogopa, wenzenu wanazunguka wanachukua maeneo wanauza serikali ya kijiji, mmenielewa? Maeneo yote ambayo ni ya wazi pimeni, wekeni sehemu ya makempu kwa sababu view ni nzuri, melewo. Mkishapata bii bi mbili, yani mtafanya kazi kwanza, hakuna mtu atalipa maji, hakuna mtu atalipa, nani sijui michango gani mta, yani hii mtakuwa mnaishi kitajiri, nanielewa. Ikitokea e, mtu amepata tatizo kubwa zaidi, mnaweka katiba umetengeneza katiba kabisa kwamba jamani, kama mtu amefikia hatua hii sawa, basi apate msaada. Kwa kufika leo, kwa ajili ya kutoa mrejesho wa swala hili tena kwa haraka sana, ni jambo ambalo unaweza ukaliona ni jepesi, lakini ni jambo ambalo ni gumu sana, kwa sababu mchakato wa jambo hili umepelekwa kwa spidi na matokeo tumeyapata. Ingekuwa mwingine angeendelea na shughuli zake tu, tusipate mrejesho kwa haraka. Vilevile uniwie razi, nimekuwa msumbufu sana kwako, kila mara nakupigia mheshimiwa, nisitusaidie mrejesho, tusaidie wananchi, wanakwama mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwanzo wa jambo hili vilevile vile, nilivyofika site mara ya kwanza, au wakati napokea jambo hili mara ya kwanza, binafsi niliona mwekezaji Paradise hana kosa lolote kwa sababu yeye amekuwa na nia ya kuwekeza kwenye kijiji chetu, na ukiangalia sera ya taifa tulionayo kwa sasa, ni tunazungumzia masuala mazima ya nini, ya uwekezaji, ambayo yako chini ya Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba na tunapopata uwekezaji tunakuwa tuna, tuna, tuna matumaini sasa kwamba kijiji kinaenda kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja kwa sababu mtu mmoja mmoja pale panapojengwa chochote au panapofanyika chochote kwenye kijiji, ina maana tuna, tunaenda kupata nini? Tunaenda kupata maendeleo. Lakini cha kusikitisha na nashukuru kwanza ni, na, kinasikitisha, lakini nishukuru kwamba tumekuwa na wawekezaji wengi sana kwenye kijiji chetu na kijiji chetu wana Migombani ni kijiji tajiri kuliko vijiji vyote vilivyoko kwenye bonde hivi tuanzie kijiji che, kwenye kijiji chetu ndio matajiri wa vyanzo vya maji hakuna, hakuna kijiji kina vyanzo vya maji kuliko, kuliko kijiji cha Migombani hakuna. Lakini tunaendelea taratibu, tutakuja kufikia hata huko sasa, kwamba ni namna gani tunaenda kuondokana kuumizana ku, ku, ku, wakati vyanzo tunavyo sisi wenyewe. Alafu lingine, lingine Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikuombe kwa kwa kwa taadhima kabisa kwamba kwa sasa hivi tuna kuna kituo cha cha cha tehama shule ya Migombani ambapo ni miongoni mwa mwa mwa kituo kilichoteuliwa kwenye kwenye kwenye kijiji chetu. Sasa tuna changamoto lile darasa pale, mfano kwa sasa hivi tumepambana, hata mimi nimechangia sana pale nimpongeze pia dada Eva pale na mratibu wa elimu pale, yuko afisa elimu kata, wamejitahidi sana kwa kadri ya we, wamekuwa wakiombaomba sana sasa mwisho wa siku, na mimi walivoniambia tu lile swala nikalichukulia kwa uzito, tukaanza kupambana pale. Sasa tumefikia sehemu Tanesco, tunaomba tupate nguzo moja pale Tanesco ili watoto wetu waweze kupata vifaa vya kisasa. Ni ufadhili umepatikana, ume, ume pale tumeambiwa kile chumba kikamilike, ili watoto wetu waweze kuletewa vifaa vya kisasa waendane na spidi ya sayansi na teknolojia tuliyoko nayo. Nikuombe sana hiyo nguzo tu ipatikane, sisi mambo mengine tutapambana mpaka lile kile chumba kitakamilika. Nikuombe sana Mheshimiwa <laughs> DC. Lakini Mheshimiwa DC, nasikitisha sana kuona kuona kijiji chetu kinakuwa maskini ungali tunawawekezaji, lakini nikuambie ni jambo moja tu, watu wengi tunakosa usubutu na maamuzi magumu ukiwa mtu lege, na njaa niongeze na swala lingine njaa. Kwa sababu leo hii ukiwa leo hii leo hii kama hauna usubutu wewe usifikirie kwamba mimi ni mangapi ma nakutana nayo kwa sababu unaingilia maslahi ya watu. Naitwa Ramadhani asan Ramadhani enyepita kijiji cha Migombani nikutana leo ikuwa ni maalumu kwa ajili ya kamati ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ameunda kwa ajili ya kuchunguza kero ya ardhi ambayo mwekezaji Baltazari Msanya alichukua katika ardhi ya kijiji, kwa namna ya kwamba anaenda kuokeza kwa maana kwamba alipata mbia. Sasa kutokana na utata ambaye alisimkana kwamba mmoja lile leo, ndugu mkuu wao, ndio kamati ya kufuatilia jambo ile, na nimefikiria kweli jambo hilo ni kuna lilifanya limuzia mwanamume mwekezaji mwingine ambaye ni Beach Holiday, na baada ya kufuatilia kamati mshauri kazi yake ni bali, kuna mapungufu kadhaa ambao ni wabai na kutokana na mapungufu hayo, ardhi hiyo imerudishwa katika kijiji, ili tuje tukutane na yule bwana Bishi Hendo kwa ajili ya kufanya mkataba na ile mambo mbalimbali itemo manyamu wa kidogo wa jina saba ambao wana wakasoro mbalimbali, ambao mwisho wa siku tutaenda kwa serikali ya kijiji kwa ajili ya kuona kwamba wana matatizo mbalimbali, tutatoa hizo changamoto, mwisho wananchi wa Migombani waweze kusaidika kutokana na ardhi yao na wawekezaji ambao wanaenda kutoka ni mjumbe wa almashauri. Sisi tunashukuru sana kwa mambo ambayo umetufungua vichwa, sisi baadhi ya wajumbe wa almashauri ambao tulikuwa hatuelewi. Na kingine, tunashukuru kwa mheshimiwa wetu diwani kusubutu, kwa sababu ni wachache ambao wanaweza kusubutu kufanya jambo gumu kama hili. Kingine, tunasema asante, kwa sababu hata sisi sasa almashauri tutaenda kuwa mabalozi wako kwamba na sisi hatutakubali tena kupitisha mikataba hewa kama ambavyo tulikuwa tunaipitisha au ambao watu wengine ambao halmashauri waliopita walipitisha. Kwa hiyo tunashukuru na tunakuahidi kwamba tutakuwa mstari wa mbele kutekeleza wale yote ambao umetuambia. Asante. Joseph Fabian na kushukuru mkuu wa wilaya pia, nao ni mshukuru diwani wetu kwa kweli, jambo magumu hayo uliowaweza kufanya mpaka ikafika hatua hii, sisi tunakushukuru sana. Lakini kuna mambo ambayo kero kwa wananchi, mimi ni mojawapo kama mwananchi, ina kero hilo. Kero kubwa ni maji, ambayo haya maji ni kama hawa wekezaji mnayozungumza. Maji hayo, wakati mwekezaji alikuja kuvuna maji kwetu, akasema kwa kuwa ni jirani mwema ni waache tawi na hao watu wafaidike. Baada ya hapo, tunapoendelea kujua kwamba haya maji yanatufikia namna gani, ikawa serikali wakaingilia kati kwa kutaka pesa, na pesa hiyo wanasema iko kwenye akaunti ya nini ya kijiji.